Nianze kwanza kuwapa heri ya sikukuu ya Mtakatifu Tereza mtoto Yesu, msimamizi wa kanisa letu, kanisa katika maana ya jimbo zima kuu la Tabora. Kwa kweli hilo ndio la kwanza. Tulikaa pamoja, kama ilivyosemwa, tukaamua kwamba ni vizuri angalau mara moja kwa mwaka tukutane kama taifa la Mungu, kanisa la Mungu la hapa Maria Tabora, na tuwe pamoja kumshukuru mwenyezi Mungu kwa mema mengi yanayotujalia. Na tukaone nafaa kabisa tulifanye hilo kwenye sherehe ya jimbo letu kuu la Tabora. Na kawaida sherehe za majimbo huwa ni hiyo siku ya msimamizi wa jimbo hilo, kwa maana msimamizi wa kanisa kuu la jimbo hilo au jimbo kuu au jimbo la kawaida au kama ni vikariati ni vikariati. Kumbe kwetu sisi, pamoja na wale wengine ambao kama tulivyoambiwa, namshukuru sana askofu msaidizi Bududu kwa hilo aliolieleza vizuri sana, akawataja wote ambao leo wako kwenye sherehe lakini kwetu sisi leo lilokuu ni hilo linalotuunganisha wote kwa pamoja, na tukajisikia wote tu ndugu, tuwaamini wa kanisa moja hilo, ambayo ni sikukuu hii ya leo ya Mtakatifu Yotereza wa Mtoto Yesu, msimamizi wa kanisa letu kuu hili. Kanisa kuu, maana kubwa nyingine ni hiyo, kwamba ndio kiungo cha waamini wote wanaokuwa hapo chini ya msimamizi ambaye kwa hapa ni kwa wote. Sio kichwa yeye, kichwa ni eh, ni Kristo, lakini msimamizi anakuwa ni askofu wa jimbo hilo ambaye kwa kweli pamoja sasa na waamini wanakuwa wakisherekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mima yote. Nianze kwa kumshukuru mwashamu Askofu Josephat Bududu msaidizi wa jimbo hapa, ambaye amefuatilia kwa karibu na nilimwomba aratibishe hii sherehe ambayo tuliamua kwamba tuifanye sote kwa pamoja kama wanajimbo kwa uwakilishi pamoja naye kwa vyote. Niwashukuru sana mapadri wote ambao kwanza tulishirikiana katika mawazo hayo katika mchakato mzima tulivyokuwa tunatafakari baadaye, tukatoa huko tukawashirikisha na wengine, kwanza ni hawa wako wakfu wa kike na wa kiume, na baadaye tukawashirikisha wote wale sasa waamini ambao tulikuwa pamoja katika kikao hicho cha halmashauri chungaji ya jimbo na tukalipitisha, tukasema lipite hilo. Tutakuwa tunakutana kila mwaka tarehe hiyo moja mwezi wa kumi na katika tarehe hiyo moja mwezi wa kumi katika sherehe ya mtakatifu huyo Teresa, mtoto Yesu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja na tuwe pamoja, tule tufurahi. Labda baadaye tutalikuza, tuta ionekane kwa namna nyingine, lakini ndo lengo kubwa hilo, na mjue tu kwamba tumelifanya kama mahujaji katika uwakilishi huo. Kwa hiyo ni kila parokia sasa hapa imewakilishwa katika mahujaji, na ni bahati nzuri tunalifanya hilo kwa mara ya kwanza tangu mi nimefika. Kama ilikuwa limeshafanyika wakati mwingine, hicho ni kitu kingine, lakini tangu mi nimefika, katika uongozi wangu tunalifanya kwa mara ya kwanza mwaka huu, tunafanya hiyo hija ya kijimbo katika mwaka huu mtakatifu, katika jubilei kuu 2025, na sisi kwa vile tulisha pangiwa hilo, hatuwezi tukaliepa. kama tuchague makanisa, lakini mojawapo ya kanisa ambayo litakuwa ni kanisa la Hija ni kanisa kuu. Kumbe hiyo hakuna namna ya kulikwepa, tunalifanya, lakini si kwa mwaka huu tu. Hili leo tunalofanya la Hija hapa, itakuwa ni kila mwaka kila mwaka atakuwa tunalifanya na tunaomba kwamba iendelee iwe hivyo, kwamba tunakuwa na hija hii ya pamoja ya kijimbo, tarehe moja mwezi wa kumi, na tunakuja hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja tukionesha ule umoja. Naomba kwa hilo tushangilie, angalawa kwa hilo kwa kwamba kwa tutakuwa tunakutana hapa yani, hilo hatuliepi. <laughs> Tunakutana hapa tunakuwa pamoja. Tunashangaa, na lakini pamoja na hilo tukawa tumesema basi tumuonyeshe Mwenyezi Mungu karimu huo tunapomshukuru huyu Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu, ambaye kwetu ni mfano wa pekee na kwetu ni mwombezi wetu. Kwa hiyo tunachokifanya cha kulijenga jimbo letu tukataka kwamba tuoneshe sasa na sisi ushiriki wetu, kila mmoja kwa nafsi yake na kwa upendo wake, ni kutoka rohoni. Hakuna naye kulazimisha, isipokuwa wewe ulazimishi ukilazimisha mi ntafurahi sana i, kila mmoja kuanzia kwa askofu mkuu yeye mwenyewe teremka mpaka chini mpaka mtoto huyu ambaye anaweza au anawezeshwa labda na wazazi wake kufanya hicho, kwamba na mimi najitoa kwa upendo wangu, nataka niwe mimi wa kulijenga hili kanisa. Ndio hilo la pili tulilosema kwamba tuliweke na lenyewe lije kutusaidia. Nimefurahi sana hapa kusikia walivyokuwa wanachanganua kwamba kuna huo ukarimu ambao tulitaka tuoneshe leo, ni ukarimu huo ambao tuliamua ufanyike kupitia kwa njia hiyo ya bahasha. Ni mara ya kwanza, lakini mimi nimeshtuka, nimeshangaa na nimefurahi sana. Tunafanya kwa mara ya kwanza, tunauonyesha ukarimu huo hali ya juu, milioni tisini na saba, sijui tisini na ngapi na kitu. Si kitu kidogo, naomba tujishangilie sana <laughs> mara ya kwanza tunafanya kitu hiki, maana yake tulikuwa tunaanza kujaribisha kuona ukarimu karimu wetu na kuendaje. Unaona, hata hawa ambao wametoa hapa baadaye inawezekana hawakujua, lakini kuna mmoja huyo sasa tulioambiwa, ambaye alizitoa huko nje, milioni ngapi, elfu ngapi? Unaona, arobaini, mpaka nauliza kuna kitu gani leo? Maana yake labda tukiboresha zaidi tukajianda kuanzia leo, maana ile ya mwaka kesho, tunaanza tangu leo. Ukaenda kwa as, bad, bu, Buhiru, ukamgongea nipe bahasha yangu, bwana, mi nataka kuanzia leo kwa ajili ya mwaka kesho. Nakueleza ikija kufika tarehe moja mwezi wa kumi, bahasha yako itakuwa imejaa pesa, labda milioni tano, wewe peke yako <laughs> unaweka, unaweka. na mimi nikiwemo, naichukua bahasha yangu naiomba kila mwezi labda naweka elfu moja moja, kila mwezi elfu moja moja. Sasa elfu moja nikiweka mara kumi na mbili ni ngapi? nikiweka je, elfu kumi kumi nikasema sasa mi kila mwezi naweka, au nikisema naweka elfu tano tano kila, kila, kila, kila mwezi mara kumi na mara kumi na mbili ni ngapi? Eh, sasa tujiulize maki najiandaa. Mimi nikijua tarehe moja nitakuja kumshukuru Mwenyezi Mungu, hii ni yakwangu ya kutoka moyoni Sijaja kwenye lile la pili katika uchang, ule, mchanganuo walioufanya ambao nilikuwa nausikia hapa, ile ya unachoombwa sasa, ambacho hiki sasa, hiyo ni sheria. Kuna mengine ambayo ni ya kuchangia, unachangia sheria hiyo, siyo ya kutoka moyoni mwako. Hii ya leo ilikuwa ni, ni moyoni mwangu. Nimefurahi waliposema tunasoma ile tu, hizo tisini na saba ni za ile ya kutoka kwangu mimi. Kumbe ndugu zangu mimi na hakika kabisa, kama tulivyosema kwamba kanisa ni mimi, kanisa ni sisi, kila mmoja, kila muamini katika maana, kuanzia kwa viongozi wa wachungaji, waweka wakfu, chochote kile kwa unyenyekevu kama huyo Mtakatifu Theresia, kwa upendo kama wa Mtakatifu Theresia, ambaye alipenda kwa imani kama Mtakatifu Theresia, na kwa imani ambaye akapenda ikuzo iendelee kama misionari na sisi vile vile tukifuata mfano huyu msimamizi wetu kwa hizo fadhila nazokuwa nazo, na hakika tutafanya makubwa mengi sana. Achana na hilo la mwezi sasa, mwezi wa kimisionari ambaye inabina wenyewe. Sasa hii ni kanisa la kiulimwengu. Leo tumefanya kwa ajili ya kanisa la kwetu hapa, lakini kuna hilo kanisa la kiulimwengu ambalo mojawapo wasimamizi hao wa misionari, mtakatifu Teresa akiwa na Francisco Saveri au yuko huyo mmoja ambaye ni mchungaji, alafu huyo mwingine ni mweka wakfu. Bado tunasubiri labda na huyo Jarico ambaye ni mlei, wakawa watatu wote hao wa misionari. Mengi yatafanyika na kanisa litajidi kuwa, hakuna kuanguka. Si tuna hakika hiyo? miaka 20 25, ndio lakini bado tunakwenda na litajidi, lakini ni kutokana na huo upendo, imani yetu tunayokuwa nayo, fadhili zetu hizo za unyenyekevu. Mtu anatoa kila anachokuwa nayo kidogo na mengine natayafanya makubwa sana. Mimi nirudie kusema kwamba asanteni sana. Kwanza kwa kufika nyote kwa ujumla mapadri na kwa ukawafu wa kike na wa kiume, alafu na waamini nyote ambao mmefika hapa. Niwashukuru kwa namna pekee kwaya ambao najua kila siku anawasikia hapo nikiwa sehemu fulani mnafanya mazoezi. Mko mnafanya kazi nyingi sana. Kwa mwaka huu sijui ni mangapi ambayo tumeyafanya mpaka sasa, lakini makubwa mnayafahamu. Tumeanza na hilo tulipokuwa tunamweka wakfu askofu msaidizi Josephat Bududu, tulifanya kazi kubwa sana hapo. Limepita hilo, tukajipanga tuja kumpongeza baba askofu mkuu mstaafu Paulo Ruzoka. Tuendelee kumuombea kusudi apate nguvu, yuko anapata nguvu, na nawasalimu sana, pamoja na kwamba sijamsikia leo, sije nikasema uongo, lakini <laughs> Najua nawasalimu yeye na yuko anafuatilia kitu hiki. Mimi nimefika jana, nilikuwa kwenye mazishi huko Bukoba, nimerudi jana usiku jioni, kumbe sijakaa vizuri kwanza. Askofu Ruzoka lazima atusikilizane kile wakati sio, sitamsikiliza leo, lakini nitamsikiliza baadaye kidogo, nimjulishe kwanza na hali inavyokwenda hapa na, na haya tuliyokuwa hapa, lakini tukafanya na hiyo miaka hamsini tumemshukuru Mungu. Mimi na washukuru kwa kile mlichokifanya, kwa kweli tulifanya kitu kizuri, asanteni sana achmchokifanya lakini haitoshi, mkasema bado kuna hicho kingine ambacho ilibidi tukifanye, tukawakaribisha maaskofu wote, wamekaa hapa karibu wiki nzima na zaidi, wengine tukawatunza vizuri. Kwa kweli, wanawashukuru nataka niliseme leo, kwa vile ni jimbo lote liko hapa kwa wakilishi, wanashukuru sana kwa kitu ambacho, kwa ukarimu na kwa yote mipango na kila kitu tulichokifanya. Mimi sijisifu au siwasifu nyinyi lakini wameshukuru sana kwa hicho ambacho mmekifanya. Wote kila mmoja kwa nafasi yake. Mapadre kwa wakfu, masista walikuwa wanatusaidia hapa tangu asubuhi mpaka jioni mpaka usiku, walei kwa yale ambayo wameyafanya, kwanza maandalizi, kwa michango yote ambayo wameitoa. Tulitoa mchango mzuri sana baadaye, ni useme na wenyewe. Kwa hiyo sherehe nyingine ambayo ilifuata Miaka mia moja ambayo tumekuwa tukisali kila leo hapa ya jubilei ya seminari yetu ya Kiparapara. Na hicho mi niseme, jimbo kuu la Tabora tumeonekana vizuri, tumefanya vizuri sana hiyo kwa michango na kwa ukarimu wetu na kwa kushirikiana vizuri na seminari yetu hiyo, kiasi kwamba tuhakikishe jubilei hii inapendeza. Naomba na kwa hilo tujipikie makofi. <laughs> Kumbe niseme mpaka sasa moyo wangu nafurahi, pamoja na huzuni niliyokuwa nayo ya kumpoteza rafiki yangu askofu mkuu Novatus Rugambwa, ambaye wengi walikuwa nafikiri ni mimi, wakaanza kuniombea <laughs> walifanya <walipanya> vizuri, waliniombea <laughs> lakini basi naomba niwaalike tena tuendelee kumwombea yeye huyo ambaye jana tulikuwa na mazishi yake, juzi juzi tulikuwa na mazishi yake ambaye alifanyika vizuri sana. Tunawashukuru sana Jimbo la Bukoba na nyinyi wote ambao mlitusindikiza katika yote ambayo yamefanyika. Natumwombe Mungu azidi kulikuza hili kanisa letu, pamoja na hao wanaondoka, lakini wanaokuja. Tumeanza mwezi wa kimisionari sasa, huu ni mwezi wa kusali, tunasali haitoshi kusali. Tunasali kwa ajili ya miito, tuwapate wachungaji hao ambao wanabidi watufuate. Tunasali vile vile kwa ajili ya kujitoa sadaka, kujitolea sadaka. Mwaka jana tulifanya vizuri sana, vile vile naomba na mwaka huu katika mwezi huu wa kimisionari tufanye vizuri sana, kwa ajili ya kanisa la ulimwengu. Basi kwa hiyo machache niseme, asante sana na karibuni tuwe pamoja katika mlo wa mchana. Ningelipenda kuwashika mkono kila mmoja, lakini mnisamehe, sitaweza lakini nawashika kwa mbali, asanteni sana.